Mambo vipi, mtazamaji wetu wa nguvu wa Blue House, karibu mahali ambapo siku zote huwa tunajadili zaidi kuhusiana na habari za kimichezo hapa hapa Dax Media. Mimi naitwa mchambuzi wako nambari moja wa soka, na hivi leo kuna habari ambazo zinamhusu na, na hodha wa APR atajwa kwenda habari hii ikoje? Tutaizungumzia kwa kina hapa hapa katika video hii. Cha kufanya ni kimoja tu, ukibonyeza alama ya subscribe utakuwa mwanafamilia yetu wa nguvu, ambayo tutakuwa wa kwanza kupata habari zetu pale pindi zinapotoka kila wakati. Habari hii kwa hivi, ngoja nikuchambulie kwa kina. Taarifa kutoka Rwanda zinabainisha kuwa nahodha wa kikosi cha APR FC Cloud ambaye anatakiwa na Azam FC kwa ajili ya msimu ujao. Beki huyo wa kushoto mwenye umri wa miaka 26 alikuwa mchezaji muhimu wa APR katika msimu uliomalizika hivi karibuni, wakati timu hiyo ikitwaa mataji mawili ambayo ni ligi kuu Rwanda na kombe la amani beki huyo katika ligi kuu ya Rwanda msimu wa 2024 2025 uliomalizika hivi karibuni, aliicheza mechi zote 30 na kuisaidia APR kuwapiku wapinzani wao Rayon Sport. Mbali na APR Niyo Mugabo ni mchezaji muhimu katika kikosi cha timu ya taifa Rwanda na alikuwa sehemu ya kikosi kilichoshiriki michuano ya chani 2023. Azamu ambayo ina tiketi ya kushiriki kombe la shirikisho Afrika msimu jao, eneo la beki wa kushoto amekuwa akicheza zaidi Paskali Msindo, hali inayomlazimu timu hiyo kuboresha eneo hilo na mchezaji huyu wa APR ambaye anaitwa Claud Niyo Mugabo anaonekana kuwa ni mchezaji mwenye mvuto kweli kweli mpaka sasa, na hii ni kutokana na uchezaji wake, na amekuwa mahiri katika eneo lake e, la, ku, la kulinda akiwa kama mchezaji ambaye mwenye mafanikio makubwa katika soka la Rwanda kwa sasa, sasa na ameweza kuwavutia mabosi wa klabu ya ya Yanga e, kwa kwa kwa wako mezani kwa ajili ya kujadili swala hili kwa kina, kumleta beki huyu katika e, viwanja vya huko Azam Complex, ambao kwa sasa mazungumzo hayo yanaendelea. Lote linaweza likatokea katika msimu ujao, tunaweza kushangaa Azam FC wakimdaka mchezaji huyu. Kumbuka kwamba Azam SC imekuwa ni timu ambayo mara nyingi imekuwa ikizalisha wachezaji wazuri na wapya ambao mara nyingi huwa wanatimkia katika vilabu vikubwa kama Simba na Yanga. Mimi ni Todora Alexander Scott Rizzi, hapa ni Blue House Dax Media, endelea kusubscribe ili uweze kupata fununu mbalimbali za sajili zinapotoka kila wakati na kila muda. Asante.